Sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dkt Mahaba kutokea Mwanza na kuletea mada inayosema mpenzi anayeona uwepo wako ni uwanja wa vita. Mpenzi anayekuona kwamba uwepo wako wewe ni uwanja wa vita. Watu wengi wanashangaa, kwa nini mahusiano yamekuwa magumu kwa nini watu wameshindwa kuendeleza upendo walioanza nao, na badala yake yamekuwa ni machungu sana? Na watu wengi wanaambiana kwamba mapenzi ni kuvumiliana. Hicho kitu sio kweli, hakuna sababu ya kuvumilia, kama, ya kuvumilia kama huna matumaini ya mabadiliko, au ni upumbavu. Mungu amekupa akili ya kuleta mabadiliko katika maisha yako Kila mtu anasema ya kwamba anataka inahitaji mpenzi mzuri, mpenzi anayenipenda, mpenzi mpenzi mwenye mwenye mapenzi ya kweli. Lakini watu wengi sana, unaweza kupata mpenzi ambaye ana mapenzi ya kweli, lakini wewe mwenyewe ukamharibu bila kujua kwamba ni wewe ambaye umemharibu. Mabadiliko yanakuja kimya kimya sana, hayaji kwa makelele, kwa maandamano. Unapomwona mpenzi wako amekaa kimya kama kuna jimbo jambo ambalo hulipendi, unamwambia kitu lakini habadiliki, unamwambia kitu lakini habadiliki. Ule ukimya wa kutokubadilika, kuna kitu ambacho kiko ndani yake ambacho napasa wewe umsaidie abadilike, lakini kwa sababu ukijui, utabakia mtu wa kulalamika na kusema kwamba mapenzi ni kuvumiliana. Inapaswa ujivunie kuwemo katika mahusiano ya kimapenzi. Usitarajie kwamba utaweza kubadilisha matokeo ya uhusiano wako kwa kukaa kimya au pote kufanya jambo lolote lile. Lazima kuwe na kitu ambacho kitamsukuma mwenzio tokea ndani aone umuhimu wa kubadilika. Narudia tena hiyo pointi, lazima kiwepo kitu ambacho kinaingia ndani ya huyu mwanaume, kitu ambacho kinaingia ndani ya huyu mwanamke, ndani yake aweze kuona umuhimu wa kufanya mabadiliko na kupenda wewe kama mwanzo shida iliyopo kubwa ni kwamba unafanya mambo ambayo unaamini kwamba yatasaidia, kumbe yatasaidia ya, na unaendelea kufanya haya mambo, unapoona umeyafanya na yakusaidia, na unachoka, unaona fuku. Ah, limradi nina watoto, limradi sijui ananipa hela ya kula, kama anipendi basi tu nitafute mchepuko, anaponiambia hivi Sayansi imethibitisha na wewe mwenyewe unaweza ukalithibitisha hili. Mtu anakiacha kibaya pale ambapo kunakuwa na kitu kipya, kibaya kinakuwa hakina nguvu tena, anakiacha kitu cha zamani alichokuwa anakifanya, alichokuwa amekizoea, alichokuwa anakipenda, kitu cha zamani anakiacha baada ya kupata kitu kipya. Hapo zamani kulikuwa na simu za mezani, hazikwepo simu a mkononi zilikuwa hazipo. Sawa, lakini so, zilipokuja simu za zamani, simu za mkononi, simu za mezani sasa hivi zimepoteza umaarufu wake. Zamani kulikuwa na TV zile za ki, TV zile zina, zina kisogo kubwa, ma TV na kisogo makubwa, zilipokuja TV za flat, TV zile zenye kisogo ma TV makubwa ya zamani yale yamepotea. Kwa hiyo hiyo inakudhibitishia kwamba katika maisha kinapotokea kitu kipya, ndipo kinabadilisha watu mtazamo. Kitu kipya. Sasa wewe bado una mtazamo ule ule wa zamani juu ya mahusiano juu ya mapenzi. Narudia tena kwamba kelele unazozipiga maandamano unaoyafanya yote, unaandamana kwa mchungaji, unaandamana sijui kwa shenga, unaandamana kwa ndugu zake nnamana kwa rafiki zake. Maandamano yote unayoyafanya yote unayoyafanya hayata kusaidia kama hujui mbinu za kumsaidia huyu mtu abadilike tokea ndani, aanze kuwaza yeye mwenyewe. lakini hivi, mbona mbona simtendei haki mwenzangu? Sawa so, sawa so. Sasa so, so, shida ni kwamba zile hasira, yale mambo mabaya ambayo mwenzio anakufanyia unayaona kwamba ni mabaya kweli, hayapaswi kuwepo kwenye hasira, unaona kweli mume wako amebadilika, mke wako amebadilika na kuumiza, anakuhuzunisha, unaona amebadilika, yana mzizi ambao uko ndani ya moyo wake. Sasa usipofahamu ule mzizi, utakata tu matawi, utakata tu majani, utapigia kelele majani, utakapiga kelele matawi, lakini ule mzizi utakata tawi lakini kwa sababu tayari kuna mzizi ule utaota tena, utaota tena kwa hiyo, mwenzio anaona unapobisa ukata yale matawi, ile matawi, anaona kwamba nimeingia kwenye uwanja wa vita. Nikiingia tu nyumbani, matawi yangu yanaanza, yanakatwa, yanakatwa. Kwa hiyo, anakuona wewe ni uwanja wa vita. Sasa inafikia hatua kwamba kila mazungumzo mnayozungumza, mnaozungumzia hili halijaenda sawa, hili halijaenda sawa hivi kwa nini? Hili kile unaloliwaza juu ya mume wako, kile unaloliwaza juu ya mke wako, unawaza hili haliendi vizuri, hili haliendi vizuri. Kile unaloliwaza huyu mtu ni kweli hana zuri hata moja, ni kweli huyu mtu hana zuri hata moja. Sasa wataalamu waliofanya utafiti kwenye kwa mapenzi wana maabara pale Washington Marekani, wana maabara ya mapenzi mbwana maabara, mtu anaitwa John Gottman, yuko pale. Ni mzee kwa miaka arobaini kwa miaka arobaini amekuwa nafanya tafiti za kimapenzi kupitia maabara za kisayansi anaweza akatabiri kwa asilimia tisini na nne ndoa ambazo zitavunjika cha kwanza ambacho amekigundua nasema kuna farasi wanaoharibu mapenzi, sawa, nasema kuna farasi wanaoharibu mapenzi na moja ya kwanza ni kumuonyesha mwenzio dharau. Sawa, ni kumwonyesha mwenzio dharau. Kwa Kiingereza naita contempt. Jambo lolote ambalo umelisema, jambo lolote ambalo nalifanya ambalo linafanya mpenzi ajisikie amedharauliwa. Linafanya mpenzi huyu akuone wewe ni uwanja wa vita. Hakuna mtu anayependa vita, yeah. Anakimbia, anachelewa kurudi nyumbani. Mtu unaongea na unaongea naye, tayari unamuonyesha kwamba yeye ni mbaya, yeye ni mkatili. Yani, naiona yani, mwenyewe anajiona ni mzuri, lakini wewe unamuonyesha kwamba yeye ni mkatili, ni mbaya, hakuelewi ni kama mtoto mdogo huyu mtaalamu John Gottman kuna kitu anakita Positive sentiment override, mbona? Sikiliza, nasema hivi ni muhimu sana ujifunze kuangalia yale mazuri yafunike yale mabaya. Huyu mtu akiona unamsifia juu yale mazuri aliyonayo, unamheshimu kutokana na yale mambo mazuri aliyonayo, unampongeza unamtia moyo kutokana na yale mazuri aliyonayo. Sawa, anayo mabaya anayo yanakuumiza kweli, lakini unapomwangalia inaitwa positive sentiment override, unapoangalia yale mazuri, huyu mtu roho yake inamsuta inamsuta. Ndio umeingia kwenye mzizi wa tabia zake, roho yake inaanza kumsuta. Ikianza e, kumsuta, atatafuta njia ya kubadilika. Na mtaalamu mwingine wa sayansi ya mahusiano anaitwa Carl Rogers anaita hiyo positive sentiment override, ameingiza kwenye kitu kingine ambacho kinaitwa unconditional positive regard. Anaita unconditional positive regard. Anaita unconditional positive regard yaani, hu mtu pamoja na makosa yake yote, humhukumu, humwangalii vibaya, unaangalia yale mazuri yake na kuyaheshimu na kuendelea kuyapalilia ya kuwe ma yawe mazuri zaidi unaendelea kuyamwagilia maji yakuwe yawe mazuri zaidi. Kisema hapa mnaleta mfano wa wa mti, oh, mti. Mti unakuwa kwa kumwagiliwa, yale majani yaliyooza yaliyooza yanaanguka yenyewe, yanakuja ma, majani mazuri yananyauka, majani ya zamani yanaanza kunyauka, unaona tawi linabadilika linakuwa yale majani yanaanza ya, ya, ya, ya, ya zamani, tabia vinaanza tabi, vinadondoka vyenyewe. Ndio maana Yesu akasemaje? Yesu akasemaje? mtaalamu wa saikolojia mkubwa dunia nzima, hakuna kama yeye, akasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Hiyo inaitwa positive na hiyo inaitwa uh, uh, unconditional positive regard. Ya mi, ya ni Yesu amefundisha. Anasema hivi, mtu akikulazimisha kutembea kilomita kilometa moja tembea mbili. Mtu akikunyang'anya kanzu yako mpe na ya pili pia. Anasema hivi, mtu akikopesha usimdai. Usimdai, usiangaike kumdai. Zitakuja tu nyingine. Mungu ni mwema. Yesu, Yesu, kuna saikolojia ambayo imegunduliwa na Carl Rogers. Anasema praise and unconditional positive regard is very powerful katika kumbadilisha mtu. Asema unamtengenezea mtu mazingira ya kwanza kujihoji yeye mwenyewe, sio kwa kumpigia kelele, kwa kuandamana <laughs> utaliangalia penzi linanyauka, kwa sababu unafikiria kwamba unaweza ukatumia nguvu kubadilisha huyu mtu. Unapomwona mpenzi wako amebadilika, akupendi kama zamani, unaona anataka kujilinda. Kuna mambo mlikuwa mnamfanyia, wao unamwambia ambaye amekuwa anamuumiza, hata kujilinda, unapoona na chao kule nyumbani, kwa sababu unamwona wewe ni mkatili. Wakati mwenyewe unajiona sio mkatili. Hakuna, hakuna mtu ambaye anajiona ni mbaya, hakuna mtu anayejiona kwamba ni mbaya, hakuna hata mlevi. Kumwambia mlevi anakasirika. Mtaalamu mmoja akasema kwamba epuka kuwa mchimbaji wa mabaya Yaani we unatafuta tu mabaya, unachimba tu, unatafuta tu mabaya, mazuri uyaoni. Asa, mtaalamu mmoja akasemaje? Mtaalamu mmoja akasema beauty kwa Kiingereza, akasema beauty is a force. Beauty is a powerful tool to use. Anasema hivi uzuri ni force, ni nguvu ya kuleta mabadiliko. anasema anasema is is is beauty beauty a a force of a force of of transformation transformation kwa Kiingereza. Maana yake nini? Ukiona mwanamke mzuri kuliko mke wako, akili yako inaanza kubadilika. Ukiona simu nzuri kuliko ulionayo, akili yako inaanza kuhangaika. Ukiona gari nzuri kuliko ulionalo, akili yako inakosa raha. Nataka upate gari zuri kama lile. Sawa. Sasa. <laughs> Sasa, beauty is a transforming force. Nikomba mtu anapojiona unamuona mzuri japokuwa kwa anakukosea. Ndio maana ile kusema mpende adui yako, muombee naye kuovi. Ni kwamba mtu atajiona kwamba unamuona mzuri japokuwa kwa anajiona yeye. Kuna vitu anavifanya, anajua kwamba anafanya vibaya. Na mjamwambia kwamba ni vibaya, anaanza kujihoji yeye mwenyewe. Kuna nguvu inaingia ndani yake ambayo inafanya atafute njia za kubadilika awe mpole. Mama mmoja aliniambia nimsaidie, anatoka Moshi, nikusimulie. Hmm. Huyu mama alikuwa ameshakata tamaa anatamani ndoa ife. Naongea naye kwenye simu tu, ameshakata tamaa, anatamani ndoa ife. Nikamwambia huyu mama alichokuwa anazungumza kuhusu mume wake, yani mume wake akirudi nyumbani nikuona tu ni makosa, makosa, makosa, makosa, yani hakuna jema. Nikamwambia hivi, katika historia ya mume wako huyu ni mama wa pili, no, wa tatu, nikumbuka wengine wawili, mama wa pili wa tatu. Nikamwambia hivi, katika historia ya mume wako kuna vitu ambavyo alifanyiwa na mama yake. Like. Ambapo siku zote alikuwa alikuwa anaonekana kwamba ni mkosaji tu. Alikuwa na ni mkosaji tu. Sasa kujilinda ili usimuone mkosaji, anatafuta makosa yako, akuonyeshe ya makosa yako. Ujachamba vizuri akitaka kulamba, unanuka unanuka un kinyesi. Ataka angalia tu makosa tu siku zote. Akaniambiaje huyu mama? Sema dokta, nimelia. Sema nimelia, kwa sababu ni kweli. Uhusiano wake na mama yake, hataki hata kuongea na mama yake mzazi, hataki ongea na mama yake mzazi, hataki hata kuongea na mama yake mzazi. Nikamweleza, nikampa hatua ya kwanza jinsi ya kumsaidia ni hivi na hivi na hivi na hivi, nikamweleza vitu. Baada ya wiki mbili ananipigia simu, anambia dokta, siwezi kuamini, mume wangu sasa hivi yeye ndio ananiomba mimi ushauri, tufanye nini? Akasema dokta ndani ya wiki mbili mume niomba ushauri nifanye nini. Stori nyingine, mama, mama mwingine wa pili sawa. Mama mwingine wa pili kila mwisho wa mwaka mpya kampuni inampa milioni kumi na mbili kama zawadi tu, ana hela nazo anasikiliza anataka kumcontrol mume wake, lakini hajui kwamba yale anayoyafanya, anataka mume wake hawai kurudi nyumbani. Yale anayoyafanya alikuwa hajui kwamba yanamuumiza. Nikamwambia hivi, nikamuuliza swali bibi, Mume wako hajawahi kuonyesha kwamba hapendi unavyowakaribia watoto? Akasema kweli dokta, hapendi kabisa niwe afokea afokea watoto, hapendi uwe niwe na wafokea watoto. Nikwambia lazima ubadilisha aproch yako ya kuweza kumsaidia huyu mume wako aone umuhimu ya ya ni wa kuwa nyumbani, kwa sababu ya nyumbani anaona ni uwanja wa vita, ataonyesha makosa yake, ataonyeshwa hivi na nini, nini nini. nabds mwanamke wa pili wa tatu ambaye amekuja huyu mama, mume wake ana hela, lakini hawezi kumpa hela mkononi mke wake. Akasema, daktari, anaweza kuwa anahitaji hela ya kununua hata biskuti na mimi nitafune Sawa, hawezi kunipa. Nikamuuliza swali kuhusu historia ya huyu mwanaume, akaniambia wazazi wake wote walikufa na uraisi akaja akanyang'anywa, kwa hiyo akawachukia ndugu zake. Kwa hiyo amekuwa very strong kulinda hela yake. Alinyang'anywa uyaganywa na urisi, aliwacha wazazi wake wil, alinyang'anywa, alihurumiwa. Unaona mzizi wa tatizo? Kwa hiyo ndani ya moyo wake anaona usalama wake ni yeye mwenyewe, pesa zake azitunze yeye mwenyewe, akitoache yeye mwenyewe, kupa mtu mwingine ni hatari kubwa sana. Unaweza usipoenda kwenye mzizi, utakata matawi tu, lakini vitamea tena. kwa hiyo jambo la msingi sana ufahamu kwamba mpenzi wako anahitaji kujisikia salama. Kwa jinsi unavyoongea naye ajione kwamba anatosha, anapendeka, japokuwa na madhaifu. Kama nilivyozungumza, jamani, hakuna ambaye hana madhaifu. Kwa hiyo mtu ili abadilike anahitaji mazingira ambayo yanampa nafasi ya kujiona, ninapendwa kama nilivyo, sio kwa sababu nimebadilika, naponisikiliza ninapendwa kama nilivyo, sio kwa sababu nimebadilika. Kwa hiyo anaona unataka abadilike, anaona unataka kumcontrol. Sasa sikiliza, mtaalamu wa sayansi anazungumza na kusema kwa Kiingereza hapa, halafu nikutafsirie. Maybe unconditional positive regards provide a space conducive to uncensored self exploration the client explore their feelings again and again and get a clear perception. Nasema hivi pale ambapo unampenda mtu ndio ile inasema positive sentiment override. Unaangalia mazuri yake sana kuliko mabaya yake. Unatoa nafasi ya yeye kwanza kujichunguza yeye mwenyewe bila kukuangalia wewe unataka kumtawala abadilike anachunguza hisia zake yeye mwenyewe ili apate picha kamili. Hivi, kwa nini mimi napenda kukasirika? Kwa nini nimwepesa kukasirika? Kwa nini siwezi nikaongea maneno mazuri? Sawa, nasema hivi, inamsaidia mteja ambaye amejifunza kutokana na hilo kuelewa nafsi yake ilivyo na kuweza kutengeneza mchakato mpya kwa kujiuliza maswali mbalimbali, yatamsaidia kung'oka kutoka pale alipo na kuwa mti mwema, uzao matunda mema. Kwa sababu mtu anapojiona hayuko salama, siku zote ni kukimbia au kumkwepa huyu mtu. mtu akiona maneno yako au matendo yako yanafanya ajisikie kama mtoto mdogo au ajisikie mkatili, anaweza sikuambie kwamba anajisikia hivyo, lakini ndivyo alivyojisikia tabia yake inabadilika. Ni jambo la msingi sana kuangalia jinsi gani unamhenda mwenzi wako. Kwa hiyo kuna maneno ya kuzungumza naye. Ufahamu jinsi ya kupangilia maneno. Sio tu unaongea tu. Na pale unapokuwa umekasirika, ujue jinsi ya kujizuia. Maana unapokuwa umekasirika, akili yako ile ambayo inachagua mambo mazuri ya kufanya inajifunga. Unaongea tu kama mbwa. Ukiwa na hasira, akili yako ile ambayo inahusiana ina, ina, ina na swala la kulizo ni kutoa sababu nzuri kufanya mambo mazuri inafunga, haifanyi kazi, inakuwa offline. Kama vile data zimefunga, utaongea mambo ya ajabu ambayo baadaye unajuta. Kwa jifunze kutulia kama ya kusema. Ndio maana Biblia inazungumza kitabu cha Yakobo inasema hivi: kuweni wa, wepesi wa kusikiliza, si wepesi wa kusema. Kuna mantiki hiyo Biblia ikizungumza hivyo, kuweni wepesi wa kusikiliza, si wepesi wa kusema, kwa sababu ikisha toka, limemumiza milele penda katika Bwana. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, please subscribe, share na marafiki zako. Mwambie kuna channel moja tamu sana, mwambie marafiki zako juu ya channel hii na mafundisho ambayo unayatoa, ili wao wenyewe you know, wafaidike na channel hii. Mungu akubariki bye. -bye.